Moja kitu ambacho kinaumiza sana yani, kinauma sana kwa YouTubers wadogo ni kupoteza bando, kupoteza muda, muda kuedit video kwa masaa mengi, kuupload kwa kutumia bando kubwa, halafu wanapata viewers kumi tu au namba zaidi. Subscribers wenyewe ushangaa awazidi hata mia. Lakini cha kushangaza kuna watu wanapata mafanikio makubwa sana YouTube, wana viewers wengi wana pesa nyingi wana deals nyingi, lakini hawasemi na ukiwauliza, wanakataa kabisa kuambia au kuibii kabisa siri zao yani. iko kitu kinauma kwa YouTubers wengi sana ambao bado wadogo. Lakini, leo, uh, leo mimi Gabizo Tech nataka nikwambie vitu vitano ambavyo watu wengi waliofanikiwa YouTube hawataki ujue. Nimevijaribu, vinafanya kazi, na sasa nataka na wewe uanze kufanikiwa kupitia hivyo vitu vitano. Sa, sasa bila kupoteza wakati wala kupoteza muda, moja kwa moja tuende direct kwenye video yetu, nianze kuelezea kitu kimoja kimoja. So vitu vipo vitano, nimekwambia. So kitu cha kwanza kabisa Uh, acha kufanya YouTube kama mapenzi umeona, fanya kama biashara. Unajua ukifanya YouTube kama mapenzi unakuwa una uchungu nacho. Uh, wengi wetu tulianza YouTube kwa sababu tulipenda, na sio kwa sababu tulikuwa tunatafuta pesa. Mimi ni mmoja watu wa, wa, wa, wa, tulifanya just for fun tu vile umeona tatizo hilo, uh, tatizo kufanya kitu kama mapenzi ni kwamba unakuwa huko serious uh, yani tu, lakini ukichukulia kama biashara, YouTube ni biashara yangu, umeona, kila video ikiwa itakuuma umeona utaangalia kila, kila mb yako, umepoteza bando lako kwa labda video umepost almost imegharimu mb mia tano itakuuma sana, ile ile lako itakuwa na uchungu nayo, so utaanza kuile feel pain na kuanza kujiuliza nakosea wapi? So jeuza kama biashara uweze kujua uh, wapi unakosea mona Mfano mzuri hapa, unaweza ukachukua ukatasa channel yenye content kama yako, maana hakuna kitu ambacho utafanya wewe ambao watu wengine hawajafanya. So utakuta content, alafu anaifanya video kama zako, alafu unaanza kujilinganisha naye. Usiogope, iga ele, wewe muige tu jinsi anavyofanya. Angalia misingi yake na ukuaji, angalia audience yake jinsi walivyo, so hivyo unafikiria ndo jinsi ambavyo unaendelea kukuza channel yako. So lakini hakikisha una una unaangalia biashara channel yako kama biashara sawa. So hiko ni kitu cha kwanza, then kitu cha pili ambacho napenda kuwashauri watu wengi kuhusu YouTube uh, kuwa na daftari la ideas. Mbona kuna wakati unataka, kuna wakati unakaa gafla unapata wazo kali la video, lakini siku tatu mbeleni unalisahau, umeona? Usikiamini sana kichwa chako. So uh, naamini hata hiyo wewe mwenyewe shai kukutana nayo, yani unafikiria labda okay, niposti video kuhusu kitu fulani, kile gafla tu unasahau. so hii ni changamoto na wakumba watu wengi, ndio maana nakushauri uwe na daftari na, na, na, na la ideas au kwenye simu yako uwe na u download hii wanaita Google Document au WPS, semi ya document. Kama ukipata wazo la idea unaandika kama title. Then siku kikaa hata siku mbili tatu umesahau, unaingia tu pale unaanza kutafuta, kupekua pekua, then unapata, then unaweza kufanyia kazi, then kitu kingine au uh, uh, pia ya ya kurekodi, usikimbilie uh, tu kupost, kwa sababu unaamka, una miamko yako, una masaa zako wewe, una post tu video bro. Usifanye hivyo, ukifanya hivyo utaenda kokote yani. Post video yenye value, weka video fanya kwa thamani. Sasa uweze ka post kitu ambacho kina value, zenye thamani, pasipo kufanya utafiti. So angalia fanya utafiti. Unaweza ukachukua mfano kwa competitors wako. Baada ya kujua competitors wako ni nani, then kabla uja post, unaangalia je, the way thumbnail zake zilivyo, au unaangalia title, unaangalia comment. Hapo ukiangalia thumbnail unajua okay, kumbe guys wanachagua kutokana na jinsi thumbnail yake ilivyo, title, unaangalia maneno yale kwa sababu Kwenye title ndo kuna attention, ndo kuna neno ambalo limemshawishi mtu lakini sauti yako mbovu Yaani, so unaanza ah, okay, kumbe watu wanapenda hiki kitu, lakini sauti haijawavutia. Yani so, unapata idea okay, fine, ngoja mimi ni yeye ninavyotengeneza mimi, niweke na sauti nzuri sawa. So hapo, fanya utafiti. Ukifanya utafiti, unaweza kupost kitu chenye value na watu wakashangilia. And then tengeneza thumbnail na title kwanza, unaona? Yani so mwisho wa video, watu wengi huwa tunatengeneza thumbnail na title baada ya video Hei, kitu ni mbaya sana. Hili ni kosa kubwa sana. Ngoja nikwambie, unajua thumbnail na title ni kitu ambacho mtu anakiangalia kabla, ndio kitu mtu anatazama kabla hajafungua ya video yako. Sasa kama hicho ndio kitu ambacho mtu anatazama kabla hajafungua ya video yako, so hakikisha hicho ndio kinakuwa cha kwanza ukitengeneza. Hilo unavyotengeneza hata ukiwa una edit pale, unaelewa kabisa okay, naenda kufanya kitu fulani, mfano ukitengeneza title nzuri, umeona kuna neno ambalo linabeba SEO, search engine optimization, hilo neno ukaona lulia kulitaja taja hata kwenye video yako, inaweza kusaidia algorithm kuipeleka video yako kwa wahusika. Ushanielewa? So tengeneza thumbnail kabla ili uweze kupata direction na kufanya kitu gani umo ndani kwenye video yako. And another thing kitu kingine ambacho watu hawapendi ujue, uh, ina kuibia siri, watu hawaamini, lakini mimi mwenyewe mwanzo nilikuwa siamini, lakini nimekuja kuamini. Hakikisha ukiona post video yako usiweke public dakika hiyo hiyo ambayo umemaliza kuupload umeenda video yako, alafu kapost mda huo huo. Usifanye uh, hivyo. Yani fanya hivi Ukimaliza kuedit pale pale, njo sehemu ya hapa ya kupost hapa ya kuna hii sehemu ya public, sehemu ya private na unlisted. Na weka hii sehemu unlisted hapa, yaani ambayo inasema mtu mwenye link tu ndio anaweza kuangalia video yako. Weka hii sehemu. Alafu ukisha weka hapa, nenda sehemu hii hapa ya schedule, inaitwa schedule, ya schedule. So schedule unaweza uka, ukachagua muda ambao watu wanaweza kuangalia hiyo video yako sasa hapa Yaani tunasema ipe masaa at least masaa ishirini na nne. Yani kama video unaandaa leo, ukifanya hivi itasaidia kitu kimoja. Kwanza ukiacha katika hii period unlisted wale YouTube wataangalia video yako na kuanza kuona nini, kuichambua. Je, ni audience gani wanapenda video kama hizi? So kesho wakienda ku publish, hiyo video yako itaenda direct kwa wale watu ambao wahusika, kwa sababu au wale maroboti ya YouTube yatakuwa naelewa video yako inahusiana na kitu fulani. Lakini ukipost na kuiachia hapo hapo, kama hauna brand, sijui na nini, na upload wako ni wa video moja moja utawapa ugarizi ni tabu ya kutabua video yako unasema nini. Ukiangalia channel yako bado ni ndogo, so fanya hivyo utakuja kunishukuru. So akufikia hapo, na na mimi ndio kwa amenielewa. So na mimi haya mambo matano ya yamekugusa pia, naweza kukupa direction ya kuelewa kwamba wewe unaenda kufanya nini. So rekebisha leo, na pia kama kuna sehemu hujaelewa au kuna mbinu ambayo ungetamani ni share hapa na watu wengine waweze kuiona. Mimi natamani kila mtu ajifunze, kila mtu aweze kufanikiwa. Kama nayo natamani hivyo, ekisha na check comment yako. Mi netogi Gabizo, bye bye, until next time, make sure na subscribe it.